Lakini kuna kundi la wanasiasa wenye ushabiki na Yanga, ni wanachama wa Yanga wenye uwezo mkubwa wa kushawishi, wanaamini kwamba wao wanaitumia hiyo nafasi ya kutaka kushawishi kwamba mechi ipelekwe mbele, na kibaya zaidi mpaka tarehe wameshaitengeneza, tarehe ishirini na mbili, tunajua. Na niwaombe sana, wanasiasa ni watu ambao wana heshima kubwa, ni watu ambao mimi binafsi nawaheshimia, nawaheshimia lakini ninachowakumbusha wakati wanakuja huku kwetu, hakuja huku kwa sababu ya kuchaguliwa usimba na uyanga, tuliwachagua kwa sababu tumewaamini, wende wakatekeleza yale malalamiko yetu, wakiingia kwenye interest, tuliwachagua kutaka kwenda kutumiza. Nenda kawambie sisi sio vilima, sisi ni pipo, tutakutana na niwaambie. Bodi ya ligi niwakumbushe, nafikiri wanajua, wakijichanganya namna na yoyote ya kubadilisha hii mechi, kinachotokea, maana yake kwamba ligi mwaka huu haitokwisha. Bodi ya ligi leo wasiamini, wakisema kwamba mechi hii tuna, tunaibadilisha tuna, tuna, tuna, kuipeleka tarehe fulani, wasiamini kwamba Simba wanaweza kukubaliana moja kwa moja na hiyo tarehe. Nchi imeandaa imebaki na muda mchache sana, tunajitikiwa kwenda kujiandaa katika mashindano ya chani a. Kwanza niwapongeze, niwapongeze sana viongozi wa, wa, wa, wa klabu ya Simba kuling'amua hili jambo kwa namna ambavyo kuna haja ya kupeleka maombi katika wizara, lakini pia nipongeze ni wizara kukubali maombi ya Simba, lakini kuna watu wanaweza wakashangaa wengi sana kwamba huu taratibu huu kuwepo kwa nini, leo klabu ya Simba inakwenda kuchukua barua kwenye wizara ya michezo na utamaduni. Kuna viashiria ambavyo sisi Simba tunaamini kwamba kuna watu inawezekana wakaja kutufanyia fujo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa hiyo ili kuchukua tahadhari ni kuifahamisha serikali na kuweza kutupa ulinzi juu ya kile ambacho Simba tunataka kufanya siku ya Jumamosi katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwa hiyo hii lazima kuwapongeza kuona namna ambavyo viongozi wanaona cha mbele, nini kinaweza kija kutokea. Yeah. Kwa hiyo jambo jema ni jambo zuri, lakini pia niwapongeze wizara, wamekwenda kutekeleza majukumu yao kwa kuwapa barua Simba kuendelea kutumia katika uwanja Benjamin William Mkapa. Kwa sababu kwanza Simba tunachokiamini, Simba ambacho tunaoamini, uwanja Benjamin Mkapa ni uwanja wa serikali, na unapozungumzia uwanja wa serikali maana yake uko chini ya wizara habari, michezo na na utamaduni kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, unapopata ruhusa kutoka katika wizara ya michezo wakajua kwamba kuna jambo linafanyika katika uwanja wao, basi tunaamini na ulinzi unakuwepo katika hayo maeneo meneo. Ni nipongeze sana Simba kwa kuwa na namna ambavyo, staili ambazo lizochukua labda hii barua kutoka na kuwapa ruhusa wekundu wa Msimbazi, Simba kwenda kujiandaa na mchezo husika, inaweza ikawa labda ni viashiria kuonyesha kwamba uh, ama bodi ya ligi na TFF kwamba msimamo wao ni kwamba hii dabi ichezwe licha ya watani wenu ambao ndo wapinzani wenu kwenye mchezo huo eh, kuonyesha eh, kutaka kuonyesha umwamba kwamba huu mchezo haupaswi kuchezwa kwa namna yoyote hadi yale matakwa yao eh, yakubaliwe na mamlaka husika. Ya sisi Simba tunaamini mchezo upo. Sisi Simba tunaamini mchezo upo na kwa sababu tunaamini mchezo upo, wenye mamlaka ndio wametuambia tarehe 15 kuna mechi katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo, ili mechi isichezeke, maana yake wenye mamlaka lazima waje na kauli tofauti iliyokuja, ambayo waandishi wa habari ili, ili nitaendelea kulisema, niombe sana mashabiki wa Simba tukutane katika uwanja Benjamin Mkapa. Mnakabi, mnakabia juu kwenye hili jana mlitoa taarifa na leo mmetoa barua ya wizara na bahati nzuri barua zetu zinakwenda kuwaumiza watu vichwa kwa sababu unajua unapozungumzia barua kuandika ni jambo la kitaalamu, na ndio maana niliwahi kusema na nimeendelea kusema watani wetu wameandika barua zaidi ya mwezi mmoja, haijapata majibu mpaka leo, wanaendelea kupambana tu. Lakini Simba tuliandika barua siku, siku, siku, yani masaa tu sita mpaka saba ilikwenda kujibiwa. Kwa nini ilikwenda kujibiwa? Maana yake tu barua yetu ilikuwa na logic katika kile ambacho tulichokwenda wao wanaendelea kuhangaika, lakini jana tumetoa barua nyingine. Ile barua ina maudhui mawili, moja ni kukumbusha, lakini pili kuweka tahadhari, na ndio barua ndani yake anasema ikitokea mabadiliko yote juu ya mchezo wa kufanyika tarehe kumi na tano, hatuko SC Simba Sports Club tayari tena kuona imechi inachezwa, tutaamini kwamba imechi imefanyaje imekwisha. Hiyo ni tahadhari. lakini pia ndani ya barua kwa kumbukumbu inatukumbusha kwamba tarehe kumi na tano mchezo upo shida. Huu mchezo uko kwenu, waandishi wa habari. Kivipi Kisugu? si tofahamu zote zinazotokea, nyinyi waandishi wa habari, asilimia kubwa mnachangia katika hili, kwa sababu laiti mngekwenda kuitumia taaluma yenu vizuri ya kwenda kuwaelimisha jamii, kwenda kuwaelimisha kanuni na katiba za hizi virabu, si tofahamu zisingetokea. Kisugu, kuelimisha watu katiba za vilabu vyao vinavyozungumza, ni swala letu wanahabari ama ni swala la vilabu vyenyewe kuelimisha wanachama wao kujua taratibu na sheria za mpira zinavyotaka? Jukumu la waandishi wa habari ni nini? Kuhabarisha. Habarisheni, ibara ya nane inasema hivi, ibara ya kumi inasema hivi, wengine hawajui. Sasa Kisugu, sisi tunahabarisha, eh? viongozi wao wanasema hivi, utawatoa uta, kweli wanachama wao kutoka kwenye kile ambacho viongozi wao wanaamini. Mimi ni waombe tu hey, hey, watani wasilete timu. Ombe watani wasilete timu, mtaifanye kuwa Simba day sindio? Wasilete timu na mimi naamini hawaleti, lakini kuto kuleta timu watani, hmm, tunakwenda kutengeneza mpira wetu upya. Moja, wenye mamlaka lile jambo la kusema huruma sio malezi, sasa wataliweka pembeni wenye mamlaka. Itafika mahala sasa watasema, wakati sahihi wa kusimama kwenye kanuni na sheria ni wakati huu. Wao wanaamini jina lao linalotumia la mwananchi, wanaamini kwamba wao wana mamlaka ya kuamua chochote kwenye nchi wanachokitaka. Ili sasa tuweze kuiondoa hiyo zana, maana yake lazima wasimame katika msimamo wa tuleti timu ili zenye mamlaka sasa zende zikafanyaje zikaamue na ndio maana leo nakwenda mpaka msemaji anasema, wa Dar es Salaam Africans tunahitaji kumuona kama kuna kidume atakayeweza kuchukua hata nusu pointi ya kwetu. Wandengereko wanasema lugha moja, wanasema mwaka ngalamuno <laughs> shee, tumebakiwa masaa tu wanachoamini kwamba kuna jambo litatokea, hakuna jambo gani wanaloamini wao Kisugu. Na niwaambie, bodi ya ligi, niwakumbushe, nafikiri wanajua wakijichanganya namna yoyote ya kubadilisha hii mechi, kinachotokea maana yake kwamba ligi mwaka huu haitokwisha. Bodi ya ligi leo wasiamini, wakisema kwamba mechi hii tuna, tuna, tuna, tuna, tunaibadilisha kuipeleka tarehe fulani, wasiamini kwamba Simba wanaweza kukubaliana moja kwa moja na hiyo tarehe. Nchi imeandaa imebaki na muda mchache sana, tunajitakiwa kwenda kujiandaa katika mashindano ya Chani, national team. Kwa mtazamo wangu imechelewa sana, tarehe kumi mwezi wa saba natakiwa tayari maandalizi ya chani imechamanyaje? Yameshaanza maana yake, ili ligi ishe, maana yake lazima mashindano ya chane yakafanyaje yakafanyike. Kama hizo tarehe tukicheza nazo, maana yake kwamba mashindano ya chane yatakapokuja kuanza, ligi yetu itakwenda kuisha mwezi wa tisa. Kama ligi kuisha mwezi wa tisa, itakwenda kuanza mwezi gani? Na niseme tu bila kupepesa macho, niwapongeze sana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF Niwapongeze sana bodi ya ligi kwa msimamo wao, japokuwa kuna wanasiasa wanawatisha na kuna maneno ya ajabu anakwenda kufanyika. Ni waombe wasimame kwenye msimamo wao, hukumu ya wanasiasa watu wache, sisi tuliowateua na kuwachagua kwamba kama msimamo wa bodi ya ligi ni mechi ichezwe, ichezwe. Mechi ichezwe, labda waangalie kama kuna namna kunaweza kughairishwa mchezo waghairishe. Ama leo kujisemea watoto wa mjini Yanga tayari management wameshatema bungo, ila tu hawawezi wa kusema Kijithi, suguemu, lakini suguemu. Kuna kundi la wanasiasa wenye ushabiki na Yanga, ni wanachama wa Yanga wenye uwezo mkubwa wa kushawishi, wanaamini kwamba wao wanaitumia hiyo nafasi ya kutaka kushawishi kwamba mechi ipelekwe mbele, na kibaya zaidi mpaka tarehe wameshaitengeneza, tarehe ishirini na mbili, tunajua na niwaombe sana, wanasiasa ni watu ambao wana heshima kubwa ni watu ambao mimi binafsi nawaheshimia, nawaheshimia, lakini ninachowakumbusha, wakati wanakuja huku kwetu, hakuja huku kwa sababu ya kuchaguliwa usimba na uyanga. Tuliwachagua kwa sababu tumewaamini, wende wakatekeleza yale malalamiko yetu, wakiingia kwenye interest. Tuliwachagua kutaka kwenda kutumiza. Nenda kawambie sisi sio si vilima, sisi ni pipo, tutakutana. Hebu irudie kwanza hiyo Kisugu walipokuja kule waliozungumza tukawaamini, tukawaambia nendeni mkatatilia ya matatizo yetu, na mambo mengine yaendelee. Yawezekana majukumu hayo wameyafanya, lakini wakaja kujisahau, wanakuja kuingiza interest mambo ya mpira. Maana yake wanakwenda kuwaumiza waliowateua. Nendeni mkawaambia wanasiasa wanaopambana kusababisha dabi yailishwe, sisi siyo vilima, sisi ni pipo, tutakutana na bahati nzuri wote waliopambana hawakuteuliwa wamechaguliwa, na wale wachagua ndio sisi. Sasa waache kumsumbua Kalia, waache kumsumbua mzee Mguto. Maisha ni kuchagua na wameshachagua wao. Kwa wanasiasa watuwachie mpira wetu. Ngoja ni kuambie mwandishi wa habari, leo nitasema kwa hisia ili Ujumbe ufanyeje ufike, hawa wanasiasa. Inafika mahala wanakwenda kukinzana na sera ya nchi. Nchi inasimama kwenye michezo, wao wanakwenda kupambana kuhakikisha juhudi za mheshimiwa rais haziendi mbele. Wao wanasiasa kazi yao. Leo hii nchi inakwenda kuandaa mashindano ishirini ishirini na saba Afcon. Nchi inakwenda kuandaa mashindano ya CHAN kesho kutwa, leo wao wanafika mahala wanawashawishi mpaka wanachama wa Yanga waende mahakamani. Maana yake mahakama inapokwenda kutoa hukumu nchi inakwenda kufungiwa, juhudi na mheshimiwa rais zitakwenda mbele. Mpira kuona namna ambavyo anachezeka kwenye mpira wake amua kufungia, haziwezi kwenda. Naomba waache, laiti wao kama wanaamua wana interest zao waache kulia, wabaki kushoto, tujibizane kwenye mpira tujue hawa kwamba maadui wenzetu kwenye football. Kuna muda ukipewa heshima, ipokee heshima, ukiheshimiwa heshimika. Kama ukilazimika kwamba wewe hutaki kuheshimiwa, wako watu ambao wahitaji kuheshimu watu, nendeni mkawambie.